Hii siku director alinicheki akaniambia, miskili, kama uko free na uko da, basi naomba uje tu shoot. Nikamwambia ya niko da na niko free, basi ngoja nijiandae nije, lakini naweza nikaja na rafiki yangu. Kwa kweli, kwa kweli sijisikia la kwenda location bila my BFF, kwa hiyo nikamwambia naweza nikaja na BFF wangu. Akaniambia mnitumie video yake nimuone. Nikamtumia video kama hivyo mnavyoona jamani, akasema basi nienda ni naye, vaeni mpendeze. Kwa kweli nilifurahi sana. Basi tulipofika kama hivyo, tukapokelewa, kwa sababu mamodo wadogo wadogo tayari walikuwa washafika, kwa hiyo tukapokelewa vizuri, tukawa tumekaa tunasubiri kupakwa makeup kwa kwa kweli nilikuwa sina idea tunashuti na msanii gani. Kama hivyo mnavyoona tu nimekaa zangu hapo nimejichokea, nafanya makeup, nimekaa sijui msanii gani, ila mnachoangalia ni mkono kinywani maokoto basi. Hapo nimekaa befungwa kwa na rembo kidogo, nikamwona bodyguard wa Diamond, nikaambia befu, mbona kama tunashuti na Diamond, mbona niwaona bodyguard wa Diamond? Akaniambia labda amemsindikiza divoice, maana mimi nilimwona divoice, nikaambia Bodyguard wa Diamond hawezi kutembea bila Diamond. Kwa hapo nikawa nishapata mahope kwamba tuna shoot na Diamond, tukaenda kubadilisha nguo. Basi tukaenda kuvaa nguo, lakini sijui nivae nguo gani kwa sababu nishajipa asilimia tisini kwamba naweza, uwezekano wa kushoot na Diamond yupo. So uweze kumuona sehemu bodyguard wa Diamond. Basi kama hivyo jamani tunatafuta nguo hapo za kuvaa, tukajidesign tukasema ngoja tuvae hivi tu simple simple, kwa sababu amesema tunaua tu kipande hicho kidogo, yaani kama tunatembea, kwa hiyo ngoja tu tuvae hivi. Basi jamani hapo tumetoka jamani kuvaa nguo, tukao tumemwona Diamond pamoja na Zuchu kwa Nilikuwa nimefurahi sana, yani I was so excited, yani you know eh, unamona Diamond na Zuchu, unaua ndege wawili kwa jiwe moja. Tulishuti jamani kuanzia mchana mpaka kesho yake asubuhi, nikabahatika kujishindia picha ya Zuchu kama hivyo mnavyoona. Nikasema hii picha ya Zuchu jamani nitaitunza, nitakaa nao roho kwangu. Kikumbo jamani, kikumbo kiwe tawalisia. Kikumbo dada mjaunia, yeah. Maeg jam, unajua mnagongana yeah, na mwanaume au? <laughs> kwa sababu ni kazi, najikaza au sio? Kimpinga <laughs> <laughs> kikumbo <laughs> msidondokee <laughs> kamera <laughs>